Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa neema ambayo umenipa ya kusimama katika mimbali hii, na asante Mungu, kwa sababu hakika Mfalme, liko neno ambalo Mungu unaenda kusema na maisha ya kila mmoja, na Baba mimi ni chombo kanitumie, na Mungu leja mamlaka ukajitukuze, na Bwana wa mabwana Mfalme, ukamfikie kila mmoja kwa namna yake, hata yule ambaye Bwana atakuwa akifuatilia Mungu neno hili kwa vyombo vya mitandao ya kijamii Bwana Yesu kamguse na yeye, na uwepo wako kashuke katika maisha ya kila mmoja. Baba nijiweka wakfu mbele zako, nitumie sasa kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika jina la Mungu Baba Mwana Roho Mtakatifu na kushukuru. Amina. Bwana asifiwe sana. Kitabu kile cha Malaki sura ile ya nne mstari ule wa kwanza na tutamalizia na ule mstari uh, wa tatu lakini kwa kuelewa somo vizuri naomba tuanze ile sura ya tatu mstari ule uh, wa pili kutoka mwisho ambao ni mstari wa kumi na saba na ule wa kumi na nane na baada ya hapo nitaunganisha ile sura ya nne. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe basi, hebu kila mmoja fungua hapo Malaki sura ile ya nne. Maandiko yetu yanatoka hapo mstari wa kwanza mpaka wa tatu lakini kwa kusoma nitaanza ile sura ya tatu mstari wa kumi na saba mpaka hiyo sura ya nne mstari wa tatu Biblia inasema, nao watakuwa watu wangu, asema Bwana mwenye nguvu zote, katika siku ile nitakapowafanya watu kuwa hazina yangu nitawahurumia nita kama vile kwa kuhurumia mtu amehurumiavyo mwanawe anayemtumikia. Kwa mara nyingine tena utaona tofauti kati ya wenye haki na waovu kati ya wale wanaomtumikia Mungu na wale wasiomtumikia. Sura ya 4 mstari wa kwanza, hakika siku inakuja, uh, itawaka kama tanuru watu wenye kiburi na kila mtenda mabaya watakuwa mabua makavu, na siku ile inayokuja itawasha moto, asema Bwana mwenye nguvu zote. Hakuna mizizi wala tawi litakalosalia kwao, bali kwenu ninyi mnaoliheshimu jina langu jua la haki litawazukia lenye kuponya katika mbawa zake nanyi mtatoka nje na kurukaruka kama ndama aliyeachiwa kutoka zizini. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Somo letu inasema kutofautishwa na Bwana. Kwa hiyo nafundisha somo hili na Mungu atakusaidia. Bwana asifiwe sana. Kutofautishwa na Bwana. Kwa hiyo Mungu ya kumtofautisha mwamini na yule ambaye hajaamini. Bwana asifiwe sana. Mungu anataka ufike wakati ambao jamaa ya waaminio isiwe sawa na jamaa ya wasioamini, na jamaa ya wenye haki isiwe sawa na jamaa ya wasio haki. Na Bwana, tunaongelea maisha ambayo Mungu mwenyewe yanakuwa sababu ya utofauti wako na wale watu wengine ambao hawana Mungu kwao. Imefika sehemu ambayo watu wa Mungu tunakuwa hatuna tofauti na mataifa, kwa sababu ya maisha tuliyo nayo na mifumo tunayoenda nayo. Imefika sehemu maisha yetu ya uchaji mbele za Mungu yanakuwa hayana tofauti na mataifa. Yaani mtu amekuangalia anashindwa kutofautisha. Bwana asifiwe sana. Lakini pia maisha ya baraka zetu, namna ambavyo madhihirisho ya kimungu katika maisha yetu yanakuwa hayana tofauti na wamataifa, na wakati mwingine mataifa wanakuwa juu zaidi yetu, kwa sababu kuna mambo yanakuwa jakaa vizuri. Kwa kitabu cha Malaki ni kitabu ambacho kukumbusha taifa kwa mambo ya msingi na Mungu analiambia taifa lile kwa mambo ambayo wamejisahau na wamejichanganya, anawaita warudi kwenye nafasi zao, halafu yafike majila ya yeye kuonekana na yeye kujidhihirisha. Bwana asifiwe sana po kwa watu wake. Lakini Mungu, kuna mambo ambayo watu wake wakifanya, Mungu anakaa pembeni, lakini watu wake wakijipambanua, Mungu anarudisha heshima na nafasi yao. Kwa hiyo leo tunaangalia namna gani Bwana amekusudia kukutofautisha. Bwana sio sana kukutofautisha kwa sababu wewe umetengwa, yani unaposema mtu ameokoka, huyu mtu ametengwa, wewe sio kama watu wa mataifa, wala we ya i, aa, wewe ni mtu wa Mungu, chaguo la Mungu, mtakatifu ambaye Mungu anampenda. Na Bwana anapokuangalia anataka jione. Bwana anapokuangalia anataka aone madhihirisho ya uwepo wake yakitokea waziwazi wazi kwenye maisha yako. Bwana tuwe sana. Kwa hiyo sisi kama wana wa Mungu lazima tujue kwamba mawazo ya Mungu siku zote ni mema kama anavyotuambia, lakini lazima ujue una sehemu yako ya kutambua kwamba, nimeokoka, nina Mungu ndiye atakayeniwezesha ndiye atakayenivusha na ndiye atakayenitegemeza kwenye maisha yangu. Kwa hiyo kitabu hiki kikukumbushe ya kwamba Bwana ana nafasi nyingine ya kukusaidia Bwana siwe sana, Bwana sifiwe. Jambo la kwanza kwenye hili somo ni kwamba Mungu anayajali sana maisha yako. Hilo ni jambo la kwanza ambayo mungu anatuonyesha kwenye kitabu hiki. Ile sura ya tatu mstari wa kumi na saba na wa kumi na nane inaonyesha namna gani Mungu anamjali aliyeamini, inaonyesha namna gani Mungu anatamani ifike watu yafike majila dunia yote ichue ya kwamba wamchao yeye wana neema. Bwana sana wamchao Mungu wana upendeleo, wamchao Mungu ana kibali wa majanga yako Bwana zwezana kiwe mwisho wa changamoto zako, kiwe mwisho wa video vyako, kiwe mwisho wa kukata tamaa. Ifike sehemu waenuke tena waseme, mimi kama ambavyo Bwana amesema sitarudi nyuma, kwa sababu yeye ni mwema. Ye fulani anatuambia ya kwamba nyakati zitafika, mao wale wamtumainio wamchao yeye watapata nguvu mpya anakupa uwezesho mpya kuliko ule wa kwanza. Bwana sasa ulikuwa na nguvu, lakini wakati mwingine zile nguvu huwa zinaisha, zile nguvu huwa zinapelea zina, lakini Mungu anakukumbuka wewe ambaye nguvu zako zinaisha, halafu anakujaza pakeji mpya wakati dunia inaomboleza wakati dunia ina matumaini, wamchao Bwana wamejaa na matumaini, na ndio maana anatangaza fadhili za Bwana wakisema, mwaminini Bwana atawasaidia kwenye maisha yenu. Nami nataka nikwambie, wamkini moyo wako umeinama, wamkini uko hapa, lakini ndani yako kuna uchovu mengi. Nataka nikwambie dunia itaomboleza, lakini watakatifu watacheka, duni maisha Yeye aliyetuita aliyetupenda na anayetaka tutofautishe wanampenda Bwana na Bwana ambaye hatuachi tupotee, ambaye hatuachi tuwe viaka, ambaye hatuachi tuwe watumwa, ambaye hatuachi tuwe mawinda ya guhu. Yeye utetia nguvu wakati wa shida, wetoe imarisha wakati wa uzone, anatuwezesha wakati ambao tuweze tena. Hebu mshangilie Yesu kwa makofi mengi sana maisha yako, Bwana asifiwe sana. Wewe kama mwanadamu, kuna wakati ambapo unahisi Mungu akujali wewe, unahisi Mungu akuangalie, lakini wakati wote nataka nikukumbushe ya kwamba Bwana alisema hawezi kuacha majina yote unayopitia na wakati wote unayopitia yuko. We mfalme wa wafalme yuko bwana mabwana, yeye peke yake na uwezo wako peke yake na ushindi wako yako usiangalie wanadamu anasemaje, wala usiangalie mazingira anasemaje. Yuko Mungu awezeshaye wale ambao hawawezi kwenye hali zote, yuko Mungu aokoaye wale ambao hawawezi kujiokoa kwa akili zao. Nataka nikwambie majira yako yamefika.

maisha yako, anasema utakapopita kati ya bonde la uvuru wa mauti peke yake uko pamoja na wewe, na gongo lako na fimbo lako vinakufariji. Nataka nikwambie neema ya Bwana ufaraja yako, pesa ya Bwana ufaraja yako, utajiri wake aliyoutangaza uwe fungu lako, kwa jina la Yesu. Haijalishi misukosuko, uko Bwana na seeli heshima uko Bwana na kutofautisha majina yako ambayo kila mmoja atamheshimu aliyekuita. Haleluya, haleluya! Bwana anaheshimu maisha yako, anayajali kuliko ambavyo anajali mzazi. Jambo la pili, jambo la pili, wakati wako utafika nawe utamfurahia Bwana. Bwana ziwe sana, Bwana ziwe sana. Wakati wako utafika nawe utamfurahia Bwana, kwa sababu Mungu wetu hajawahi kutuacha. Ile sura ya tatu kitabu hiki cha Malaki, sura kumil... sura tatu mstari wa 18, anasema kwa mara nyingine tena utaona tofauti kati ya wenye haki na waovu, kati ya wale wamtumikiao Mungu na wale wasiomtumikia Mungu. Bwana asifiwe sana, Bwana asifiwe. Kama mambo nimetangulia kusema yani, yamefika majira ambayo dunia haitofautishi kati sio mcha Mungu na wakati mwingine wale ambao Mungu wanauweni wana fulani. Yaani, ukiangalia maisha yao ni kama wanawafadhali fulani kuliko sisi. Bwana asifiwe. Wale ambao mtumiki Mungu naona kabisa kwamba mbona huruma za Mungu zipo kwao, mbona huruma za Mungu zimejaa kwao. Bwana utenda kwa majira yake. Haleluya! Bwana utenda kwa majira yake na majira ya Bwana yakifika, anakutofautisha wewe na wale wasiomcha Mungu, anakutofautisha wewe Bwana atenda maovu. Nataka nikupe moyo leo ya kwamba Bwana, nataka ushikamane na licho Usiangalie mazingira anasemaje, wala dunia inasemaje, mwangalie peke yake, tumeita kumwangalia Yesu. Anasema kama Musa alivyompandisha yule nyoka wa shaba, mwana wa Adamu amekosa kuinuliwa, na kila mtazamao anaondokana na mauti, na kila mtazamao anaondokana na maumivu ya mkeniaka, maumivu mawonu mako. Nataka nikwambie, mwangalia aliangikwa Golgotha, huyo ameinuliwa uponyaji wako, huyu ameinuliwa kwa baraka zako, huyu ameinuliwa kwa uzima wako, huyu ameinuliwa kwa heshima yako, huyu ameinuliwa utofautisha. Aleluya, huyu ameinuliwa utofautisha, amachila yako amefika na wewe kutofautishwa na wale aleluya. Haiwezekani wachawi wawe sawa na sisi wanadhani wale wanaowanga wawe sawa na watumishi wa Mungu. Mungu anasema haipo hiyo kitu. Wanadhani haiwezekani wazinzi wawe sawa na sisi. Mungu anasema hapana. Ni kwa sababu mlijichanganya anasema mnirudie mimi, na mnapomrudia yeye anasema ndipo watu watajua ya kwamba wamtumikiao Bwana wana neema ya ziada. Aleluya! Na ndio maana Bwana nakwambia utapata duniani mara mia, maana yake sairi yako inazidishwa mara mia moja zaidi. Nataka nikwambie, rejesha tena matumaini yako kwa Bwana, rejesha tena taa yako kwa Bwana, rejesha tena yako kwa Bwana rejesha tena uvumilivu wako kwa Bwana. Anayevumilia anapata mema, anayevumilia anapata baraka, anayevumilia anafikia nyakati zake, anayevumilia anafikia majira yake. Unaweza pambana sana, lakini kinachofulia ni majira yajafika. Aleluya, majira yakifika wewe uko tofauti na wao. Majira yakifika, watu wataona wewe uko tofauti na wao. wewe malia, lakini kesho utacheka. wewe nalia, lakini kesho utacheka. Wamtumainie Bwana aweze kucheka, aweze kuvunjika moyo. Ndio unatwambia, wewe uliye na hofu, wachite moyo mkubwa, kwa sababu Bwana Mungu wako maisha yako. Amina, haleluya. Nampenda Mungu kwa sababu yeye ni mwaminifu. Nampenda huyu Yesu, haleluya, kwa sababu kuna majira yangu, na wewe kuna majira yako wakati wengine wanapaa waache wapae bwana sio sana wakati wengine wanatangulia waache watangulie wakati wengine wanaendelea mbele waache waendelee mbele kwa sababu kila mmoja ana majira yake na kila mmoja ana safari yake iko safari ambayo bwana amenipa na yako majira ya kutimiza safari yangu sitajifananisha na mtu kamwe nataka nikutie moyo na wewe yamkini yuko hapa lakini mechaa majupu

a kuharibikiwa. Bwana akiwa pamoja na wewe, hakuna anayeharibikiwa mikononi mwa mfinyanzi. Anasema ukiharibika, anatengeneza chombo kingine. Amen. na ikiharibika alivyokupa, anavifanyiza vingine. Na Mungu tofauti wake anapofanya, anafanya cha utukufu zaidi. Wakati mwingine unaweza kupoteza kitu kali, nataka nikwambie alivyotoa

Machozi ya furaha ikisema, sijui nieleze nini, sijui niongeeje mnielewe. Ametenda Bwana, amefanya yeye, amefanya yeye. Ejo Mungu tumaminie ambaye anatuita na kuchua ya kwamba yeye ametutofautisha. Bwana sana, ni dhambi kubwa kujilinganisha na watu ambao wajaokoka, dhambi kubwa yani. Wewe na Mungu na Mungu amekuhakikishia Bwana asifiwe yeah. Sana. Halafu unatembea unajilinganisha na wamataifa, unajilinganisha na mtu ambaye hana Yesu, unajilinganisha na mtu ambaye unaweza ukamfanyia maamuzi ya chochote. Bwana asifiwe sana yeah. Kwa sababu amemilikishwa ame mikononi mwako. Kwa ifike sehemu tung'amue ya kwamba tuna neema na tuna Mungu na ametubariki, ametutangazia mema na huyu Mungu wetu hawezi kutuacha, na Mungu kamwe ameapa hawezi kukuacha. Haleluya yeah. Haleluya! ishi ukijua nyakati huwa zinabadilika. Bwana sasa, nyakati huwa zinabadilika. Usifikiri kwamba unapopita utapita milele. Aha. Mungu ana nyakati zake Bwana sana. Mungu ana nyakati zake, na Mungu anachua nyakati za wewe kukutokea. Mungu anachua nyakati za wewe kukufariji. Mungu anachua nyakati za wewe kukuinua. Mungu anachua kati za wewe kukupaka mafuta. Mungu anachua. Haleluya, haleluya. Nawashuhudia mimi, kwa naomba sana naipowaa mtafuta Mungu lekuaa tafuta Mungu alipake mafuta. Siku moja mchungaji wangu akaniseria asema ima kuna umri wa mafuta. Bwana asifiwe sana. Hayo uliyonayo leo endelea nayo. Bwana asifiwe sana. Kuna wakati ambapo utafika Mungu mwenyewe atajifunua, lakini kamwe kuna upako uwezi upata kwa sababu ya majira yako bado itaotesha mapafu. Haleluya. Akaniambia funilia neno lile nikanitia nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Na leo nilikuwa katika wakati ambayo inaongolea siku ile kwa sababu ya hali ya ndani, najisikia kama Mungu ameniacha vile, lakini nikaona maono. Bwana nalionyesha mfu anafufuka, na mimi nikasema hakika yuko Mungu ambaye usadza watumishi wake kwa majira yake na nyakati zake. Nataka nikuambie wafu watafufuka kwa jina la Yesu. Bese wasiogopa nyakati za ukame, wafu watainuliwa kutoka katika makaburi kwa sababu upako huo nao shina na wakati waendelea kunyenyekea, endelea kusuburu, aendelea kuvumilia. Bwana ameachilia mafuta na hayo mafuta ni roho wako. Kuna wakati na kutumia

nasema na sabuni ni furaha pepe inakuangukia, majaribu unajaribu, unajitambua ndani yako yakombeana na Mbereza tuwelewele na kutengeneza mpenzi. Yesu, makofi! Yesu, makofi! kutofautishwa na Bwana. Jambo la tatu, Mungu anapotaka, Mungu anapokutofautisha anakuwa anataka utukufu wake kupitia wewe. Yaani, Mungu anapokutofautisha na watu, yeye anataka utukufu Bwana swesaa amen. Na ule utukufu anataka kupitia wewe. Kwa hiyo wakati unalia Mungu kuna kitu anakipokea. Malaki sura nne kuanzia ile mstari wa kwanza Anasema kwa maana, angalieni siku ile inakuja, inawaka. Sasa hii e, siku Biblia inaongea ni habari za siku za mwisho, lakini haya maandiko mara nyingi yana double fulfillment. yana wakati wa kutimia kwa saizi na, na wakati wa kutimia katika utimilifu wake. Kwa hiyo kila eschatological event ina wakati timia kwa wakati na majira fulani na ina wakati wa kutimia katika majira ya siku za mwisho. Bwana siwe sana. Kwa hiyo leo ukiwa mwamini na ukiwa ni kanisa, Bwana anakuambia kwa habari ya siku ile, nakuja na inawaga kama tanuru. Anasema na wote wenye kiburi nao wote watendao uovu watakuwa makapi, na siku ile inayokuja itawateketeza, asema Bwana wa majeshi hata itawachia shina wala tawi. Lakini mstari wa pili anasema, lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu, jua la haki litawazukia lenye kuponya katika mbawa zake, nanyi mtatoka nje na kucheza cheza kama ndama wa mazizini. Bwana siwe sana. Kwa hiyo wakati matumaini yameiondokea dunia wakati waovu wanaingia kwenye mapigo, hapo ndipo Bwana huwatofautisha watu wake. Kwa hiyo anatutenga sisi na dunia, anatutenga sisi na kila uharibifu, alafu sisi ambao no, tumeokoka tunatoka kama mashujaa, tunatoka tuliyemarisha tunapoga tukicheka, wakati ujao Biblia nasema mnacheza kama ndama. Nadaka nikwambie wakati Bwana na kufariji baada ya tabu na mapito, akiwa amejichukulia utukufu wake, wewe utakuwa unacheka. Haleluya, utakuwa unaomboleza kwa furaha. Wakati wa mapito unalia kwa uchungu, unalia dhahabu umeshakuwa dhahabu na ngao, unatoka ukicheza, unatoka ukishangilia, unatoka ukiburudika, ukisema Bwana majeshi ni ngome yangu, ukisema Bwana mabwana ni faraja yangu. Nataka nikwambie wala sitakuficha ya kwamba muujiza wako uko njiani na Bwana atakutumia wewe kujitoa utukufu katika dunia, lakini kabla ya kutumia, anakuandaa uwe shujaa, anakuandaa uwe shujaa na

kukufanya utajiri kwa jina la Yesu Kristo, lakini anataka uvumilie, anataka usalimiri, anataka uvumilie, anataka usalimiri. Ushindi wako upo kwenye kuvumilia, ushindi wako upo kwenye jituada aupo kwenye kufanya kazi kwa toni. Wewe umeokoka ni tofauti na wa dunia. Wewe Tofauti na mataifa, tofauti na sio kwa haki, umeokoka ni tofauti na waovu. Ushindi wako upo kwenye majira yako, ushindi wako upo kwenye wakati wako. Na wakati wako ukifika kila mmoja na kufuata ukwambia, mpendwa, umekuwa wa baraka, mpendwa akikuchua kama utakuwa hapa tafanikiwa, wewe Mungu amekufanikisha. Nadaka nakwambie, utukufu wako wa mwisho watakuwa mkubwa kuliko wa kwanza. Wewe ndio Mungu akuita asubuhi ya leo, upate kuelekea kwenye nafasi yako, ili yeye ajitukuze kwa majina yake. Wakati Danieli na Shadraka, Meshaki na Abednego mbele yao kuna na tanuru la moto, walimgeeresha Mungu wao, akaigeuza dunia yote ipate kumuabudu yeye wakati wa